Kamilisha magoli matano ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Anaanza kuzungumza Fred Felix Minziro kwa upande wa Pamba, alafu utakuja kumsikia pia hapo hapo kocha Fadlu Davis kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba.

mipira mingi tumepoteza, mipira mingi tumwapa Simba. Kwa hiyo lazima wao asilimia kubwa watakuwa wao wanacheza. Na ndio kitu ambacho kimefuta Simba mwonekano, ametuzidi kiasi kwamba wametawala mchezo kwa sababu Simba pata matokeo mazuri, hakuna kitu. Simba is a very good side, uh, very aggressive, very, very physical so it was very important for us to uh, rotate positions you know so uh,

Haya, tumesikia makocha wa pande zote mbili kwa namna ambavyo wamezungumza. Uh, kocha Fred Felix uh, Minziro yeye yeah, yeah, akisema kwamba makosa ambayo ameyafanya ndiyo yamewagharimu kupoteza katika mechi hiyo, lakini kwa upande wa kocha Fadlu yeye tumemsikia pia akielezea namna ambavyo amefanya mabadiliko kwa baadhi ya wachezaji akiwemo Shomari Kapombe, kamzungumzia ukajefa uh, kiungo huyo na nafasi yake pia leo hii ilivyokuwa na namna ambavyo amekaa nje kwa muda, lakini amepata nafasi na kuonyesha kiwango uh, cha namna yake lakini kuhusiana na mbio za ubingwa, tumesikia hapo kocha Fadlu hataki kabisa kulizungumzia, kwa sababu bado ana mechi moja mkononi, hata kama akicheza fainali lakini anakuwa na, bado ana mechi moja mkononi ambayo haiwezi kuonesha kwamba anaweza akajitapa kwamba tayari ubingwa ni wa kwake. Na huenda ni kweli kauli anayoisema, kutokana na michezo ya kirafiki ambayo ameiona. Salum Nolela, kocha Fadraman ana nafasi ya kutojitetea. Naamini kwamba bado shughuli haijaimaliza. Baada ya kucheza hivi viporo vitatu, unaamini atawe pia bado Simba kazi anayo au shughuli kashaimaliza viporo hivyo kwa vinamsumbua, anajua kwa sababu hata akishinda viporo vyake vyote bado atakuwa nyuma kwa alama moja mm. zidi ya Yang Afrika. Kwa hiyo maana yake kwamba ana mtihani wa kushinda mechi moja ngumu ya dabi. Ingekuwa yuko mbele yeye, maana yake angeweza kusema kwamba anahisi anaweza kuwa katika nafasi nzuri kwa sababu hata akisuluhu mechi yong ya dabi anakuwa katika nafasi nzuri, ila ana mtihani huo wa kuweza kushinda hiyo mechi ambayo anajua ni mechi ngumu. Sasa mechi ngumu kama hiyo, mtu ambaye anaongozwa ndio anakuwa na advantage mm -hmm, kushinda, na kwa sababu akishindwa kushinda na hata sare nakuanams. Kwa hiyo anajua kuna ugumu sana kwa yeye kuwa bingwa mm -hmm. mm -hmm. Lakini kwa namna ambavyo umewatazama pamba leo hii, ni kweli wa, hawajawaheshimu wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo mwalimu anathubutu kusema e, kabisa na, na leo Pamba waliingia kwenye mtego wa Simba wakiamini ambavyo watu wengi tulikuwa tunaamini kwamba mechi ya leo Simba inaweza kuwa ngumu kwa sababu wamecheza mechi, yani wa mechi nyingi back to back. Kwa hiyo Pamba waliingia bila heshima, yani waliingia kwa kufunguka, twende tukawashambulia, sisi tuna uwezo wa kuwafunga kwa sababu ni timu ambayo imecheza mechi nyingi kwa mfululizo, kwa hiyo watakuwa wamechoka. Ila kuna kitu ambacho baada ya mechi kuisha nilikiona kwa simba ambacho Fadu Davis yame, anakifanya kitu kikubwa ambacho mwalimu sasa wa KMC ndio inabidi astukie, iko kwa kitu kwamba simba yani, hapo unawafungulia kona. Uh, hey, yani, ya, yani simba <laughs> eh. Ishu ya fatiki hawana ya yani, nilivyoona leo walivyocheza nikagundua wana fatiki. Kuna kitu Fadu anawachezea walimu wake akili. Kama umegundua mechi zote tatu simba mm, walizocheza wachezaji walioanza first 11 ni watatu tu, Hamza Kagoma na kipa. Wengine wote kawafanyia rotation. <coughs> Na katika hii aa wachezaji pia wale anza watatu mchezaji aliyecheza dakika 90 mechi zote tatu ni goli kipa mm. Ila wengine wote anawapa dakika 45, anamtoa dakika 60 mwisho anaingiza. Hata leo Hamza umeona mm. Me, kacheza mechi mbili mfululizo ile ya leo kapewa dakika 45 tu mm. mwalimu kamuita nje, kamuingiza chefondo maalum. Sasa kwenye mpira mchezaji ili achoke apate mchoko wa mechi inabidi acheze kwanza dakika 60, na ndio maana wachezaji wanaweza akacheza kwa kasi la akifika kwenye dakika 60 pale, ndo unaona intensity yake inaanza kupungua na mm. ndo maana hata mchezaji pia akitoka kwenye majeruhi, mwalimu yote anaambiwa na daktari, huyu asicheze zaidi ya dakika 60. Hmm. Yaani utamchezesha mcheza ila azisivuke dakika 60 kwa sababu anajua kwanzia dakika 60 ndio ule mchezaji anaanza kupata fatiki. Kwa hiyo Fadu Davis wachezaji wake anawapa dakika 45 anamnyofua nje. Maanake huyu hata upata fatiki. Yaani anakuwa kama mchezaji kaenda kufanya homework tu so kucheza mechi. Ka homework afu kamtoa hata mechi ijayo unamkuta yule yule. Ndio maana ukiangalia wachezaji wote wa Simba hakuna mm. Hata mchezaji anaonesha kiwango cha tofauti kwenye michezo yote mitatu mpanzu yule yule, chazi Ahoua yule yule yule Kibu yule yule. Kwa hiyo kila mchezaji akiingia anakuwa bado anahamu ya mpira kutokana na zile dakika anavyogawanyishia performance ya Ukejefa. Okay, ni mchezaji ambaye pengine kwa haraka haraka ulikuwa ukimuuliza mtu yoyote wa Simba nani ambaye aondoke ili aingie mchezaji mwingine bora kwenye dirisha kubwa mm. wa kigeni, watu wengi wangemnyoshea okejefa kwa sababu apewe nafasi ya kucheza mm. Leo ka perform kwenye hali ya juu, kocha kakiri, amevurugwa na performance ya okejefa mm. Unamwona bado awepo kwenye orodha wachezaji wanaotakiwa kupisha wachezaji wengine Simba mm. au ni mchezaji ambaye anatakiwa kubaki na kupewa nafasi ya kucheza mara kwa mara, hii michezo iliobaki ya Simba hapa mitano iliobaki sasa hivi ukiangalia performance hapa uto mkata mchezaji yoyote hapa maziku. mm -hmm. kwa sasa hivi nakwambia, yani kila mchezaji amba ulikuwa na huyu wakuwachwa, ukimwangaa kwenye mechi hizi hasaasa awa kigeni, autokata mtu simeona. so, mwenyewe leo alichokifanya Ateba umeona Ali, anachokifanya Joshua umeona alichokifanya yeo Kajefu, muangaliage Chama katika misimu yake anaweza kafanya lakini, hizi mechi za mwisho, yaani wachezaji wa kigeni wanajua hapa sasa, ndio maisha yangu ya kariya yangu, yaani ya kuendelea kubaki kwenye nchi hii au kuondoka kwao. Awezi kujitetea, Okejefa yupo kwenye benchi lile la kuondoka, yaani Okejefa kama Simba wanahitaji kuongeza watu hawezi ku, yaani kutosha tu kwenye mechi hizi sasa. Sasa hivi ni msimu wote ucheze kawaida, uje kucheza mechi za kwa sababu ili ubaya kwamba ili uongeze wachezaji wa kigeni lazima ukate mm -hmm. Sasa kila mchezaji ukiona kaibuka tu hapa mwishoni mm -hmm. Basi usimkate maana, Simba watu ukata mtu, hebu kata okay. Wawili ili waingie wawili, nitaanza uh, naye mwenyewe Jefa, Jefa okay, okay, mm. mimi nitakata Atebate ate. <laughs> <laughs> <laughs> Ateba, sasa kwa sababu umemtaja Ateba. Ateba, yeah. Ni mm. ya ku, ya ya mm. Ateba ni kama vile walimu mm. wana imani naye sana, na ndio maana kila mechi anapata nafasi ya kucheza, lakini unapomuona uwanjani na hata mashabiki wa Simba wanavyomchukulia Ateba, ni kama vile ni mchezaji ambaye yani hajui jukumu lake, lakini mm. leo amekuja amewathibitishia tofauti, kwa mm. maana ya kwa kwamba amepata nafasi amezitumia, na pia hata kwa dakika za mwisho kabisa na unajua yani hiyo imani ya mwalimu kutokana na wachezaji alikuwa nao. Yaani washambuliaji hana namna. Hana namna. Yaani Simba kama hajacheza Ateba maana yake atacheza Mkwala. Let's say kwamba Simba wangekuwa na mtu tu kama Medi Kagili wa kwenye fomu yake unaona Ateba angeweza kucheza ni ngumu. Umeelewa? Au wangekuwa na mtu kama tu alivyokuwa Yanga na Mayele hawezi kucheza Ateba. Kwa hiyo mwalimu unamlazimisha amchezeshe Ateba mm. na Mkwala kwa sababu ya wachezaji. Unaona hata Mkwala kuna wakati alikuwa ashamweka pembeni anaenda na Ateba, alivyomwona eh, sasa Ateba ndiye nimekuvumilia, akamrudisha Mkwala. Yani mwalimu bado anahangaika katika eneo hilo. Kwanza mimi katika eneo la ushambuliaji, ningekuwa mimi kwa staili ninavyojua sasa hivi Simba linakoelekea, mimi ningeweza pengine kuwaacha wote wawili yani katafute mshambuliaji mwenye quality kubwa, yani unakata wote Mkwala na, na Mzaji, yani bado Simba pale wanabahatisha, ila umeliona bao la Teba la mwisho. Ni eh, ma, nadra sana eh, kuyaona mabao eh, kama yale goli zuri sana, sana, sana, sana. goli la msimu linatosha kuwa kuwa amefungwa magoli mengi bwana mazuri lile la Kibu bwana bwana sasa kama alichukulia kawaida yani kafunga <laughs> <laughs> ah, ya, ya, goli zuri ila sote na kusema ndio liwe goli bora la msimu. Kuna eh, magoli wamefunga akina Saaduni ndugu yangu yale. Hmm, uliona Saaduni, kuna goli mbili zile kafunga na kuna juzi limefungwa goli lingine na yule Mkolombia mshambuliaji wa, wa Azamu aliwachukua, hmm, kijiji tena kafunga ko lile goli la, la, zuri lakini sio kwa yale ya Saaduni yani, hmm, yani Saaduni yale, yale mawili yale ah, yote nafasi ya kuwa MVP kwa Jean Charles Ahoua nayo vipi? Hmm, tuizungumzie au tuikaushie, oh, washikaji? Ah, tunarudi kuizungumzia. Kwa nini tusizungumze? bado yako mengi zaidi Tazama hapo, kuna mambo ya clean sheet ambayo wengi pia wanayatazama, na limemuuma pia sana Musa Kamara kwa siku ya leo kwa namna ambayo dakika 90 za mchezo wa Kiporo katika ligi kuu Tanzania Bara, Simba Sports katika uwanja wa KMC Complex anapata ushindi mkubwa, ushindi mnono dhidi ya Pamba Jiji, na ushindi huo unamfanya Simba aendelee kuvitafuna viporo vyake, kikiwa ni kiporo cha tatu, na katika viporo hivi vyote amepata ushindi. Siku hii leo Simba anapata ushindi wa goli tano kwa moja, magoli matatu ya Jean Shalehe wa pamoja na Lionel Yateba yanampa Simba alama tatu na magoli mengine matano. Lakini dakika za jioni Simba Sports hasa katika eneo la backline wanafanya makosa na Pimpin Kamara anakosa clean sheet yake ya 17, msimu huu. Dakika 90 zinamalizika Simba huyo anavuna alama tatu na magoli matano huku akiruhusu goli moja lakini pia ubora wa wachezaji kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili, rotation ya kocha Fadlu Davis inaonekana inalipa, na moja kwa moja Simba inaonekana bado wanautaka ubingwa huu wa ligi kuu. Lakini pia ni maandalizi mengine kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wataanzia kule nchini Moroko dhidi ya Berikani na, na baadaye kuja kumalizia katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Na kikosi kilichoanza siku hii ya leo, Pipini Kamara alianza golini. Mabeki wa kushoto ni Shomari eh, ni Mohamed Hussein Shabalala, kulia Shomari Salum Kapombe, mabeki wa kati chamarb pamoja na Abdulrazak Hamza, viungo alikuwepo ah, Deborah Fernandez pamoja na bila kumsahau Fabrice Ruamba Ngoma, naye siku hii leo alikuwa ndani, lakini pia eh, Jean Shereha wa Kibu Dennis Prosper naye aliingia kipindi cha pili, bila kumsahau Lionel aliyateba katika eneo la ushambuliaji wa mwisho alikuwepo, lakini kiwango bora sana cha Joshua Budo Mutale siku hii ya leo nacho kimeonekana na kuonyesha kwamba Simba bado na kikosi ambacho kinaweza kupambania ubingwa ambao wana usaka wa ligi kuu Tanzania bara CRDB, pamoja na ubingwa wa Afrika katika michuano ya kafu.